Ni mtumishi wa Mungu, habari za leo? Ni njema kabisa. Habari za kwenu? Habari za huduma? Salama kabisa, majina yako ni nani? Majina yangu nafahamika kama Novatus Theonas. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Nafikiri nilikuja hapa kwa ajili pia ya huduma. Una album ngapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi nina album tatu. Album yangu ya kwanza kabisa inaitwa Shukrani. Albamu yangu ya pili Mtaniita Boss, na sasa hivi nakamilisha albamu yangu ya tatu ambayo inaitwa Nazisubiri Baraka. na albamu yako ipi ambayo imeshika kasi sana? albamu ambayo imenitangaza zaidi ni albamu ambayo inaitwa Mtaniita Boss, yes. Na pia nyimbo za albamu ya tatu zimeshika kasi, ziko vizuri, zina zinakimbia kweli kweli. Kwa nini uliamua kuimba huo wimbo unaosema mtaniita boss? Wimbo wa mtaniita boss ni wimbo ambao Mungu alinipa kutokana na maombi ambayo nilikuwa nimemwomba Mungu, na kadri nilivyokuwa nikiendelea kumsihi Mungu niliona majibu yake, alikuwa ananijibu kwa spidi ya kiwango cha juu sana. Kwa hiyo nikapata idea nikaandika wimbo wa mtaniita boss na mpaka sasa hivi kwa YouTube kuna waimbaji ambao ndio wanachipukia wanakutazama, wakati huu nawaambia nini? Uh, waimbaji wote ambao wanachipukia nafikiri, jambo la msingi ni kufahamu kwamba ni nani amekuita na ukishajua kama umeitwa na Mungu, basi fanya kile ambacho Mungu amekuitia hapo, lakini uh, usikate tamaa, kwa sababu Mungu anaweza akakupitisha kwenye moto, ukaona kuna changamoto unazipitia ukahisi labda kwamba haujaitwa kwenye huduma yako, lakini mm, ili usimame ili uwe sawasawa e, ni lazima upikwe. Na Mungu anakupika kwa sababu anajua ni wapi ambako unakwenda. Kwa hiyo usikate tamaa kulingana na yale ambayo unayapitia, bali endelea kupambana kwa sababu kuna mwanga uko mbele yako. Lakini katika pita pita zangu nimekuona kwenye tamasha la Shangwe la mama, unawaambia nini Watanzania kuelekea uchaguzi? Aa, nafikiri kila Mtanzania anapaswa achague kile ambacho anakiona kiko sahihi na kinaweza kikaleta amani kwenye taifa lake. M, mimi si mshabiki wa vyama vya kisiasa sana lakini yule ambaye anatazama na kutusikiliza ninamshauri mshauri afanye uchaguzi sahihi kwa ajili ya amani ya taifa lake Yes. Kuhitimisha, unamwambia nini mtanzania sasa kuhusiana pia na kazi zako za nyimbo za Injili? Uh, nina kazi mpya ambayo nimeiachia ambayo imebeba albamu yangu ya tatu inaitwa Nazisubiri Baraka na tayari iko TikTok, tayari kuna baadhi ya vipande ambavyo viko Facebook na mpaka kufikia mwisho wa wiki hii tutaiachilia YouTube. Uh, ni kazi ya baraka sana. Yes.